Washukiwa ishirini na wawili wa ugaidi walioshutumiwa kutekeleza ama kuteketeza vituo vya polisi vya Makongeni na Matuu wakati wa maandamano ya sabasaba hawakujibu mashtaka kama ilivyotarajiwa baada ya upande wa mashtaka kuomba muda wa kubadilisha makosa yao. Wakati huo wa huo, mahakama imekataa kumpa dhamana Edward Gituku, Mkenya aliyekamatwa kwa madai ya kujaribu kuwasafirisha wanajeshi waliostaafu kwenda nchini Urusi. Wili Lusige anaarifu. Washukiwa kumi na sita wanaodaiwa kuteketeza kituo cha polisi cha makongeni mjini Thika na wengine saba kuteketeza kituo cha polisi cha Matuu walifika mahakama ya Kahawa kuanza kesi zao, lakini walishangaa walipofahamishwa kuwa mashtaka hayataanza mara moja kwa sababu upande wa mashtaka unataka kubadilisha makosa baada ya uchunguzi kutoka milika, mahakama ikielekeza wahudhurie tena Jumanne kufahamishwa mashtaka mapya. Pia mahakama ilikataa kuamua jumla ya maombi yao kuhusu pikipiki piki na tuktuku zao ambazo polisi bado wanazishikilia. Kupitia wakili wao, washukiwa wakilalamika kuwa serikali haina ushahidi na inaendelea kuwachelewesha kimakusudi. Wakati huo huo, mahakama ilimnyima dhamana Edward Gituku aliyekamatwa kwa madai ya kuhusika na ulanguzi wa wanajeshi wa KDF waliostaafu kwenda Urusi, upande wa mashtaka ukidai huenda akaharibu uchunguzi. Gituku kupitia mawakili wake alisisitiza kuwa hakufanya kosa akisema kazi yake ni kuwapa wanajeshi walostaafu ajira halali nje ya nchi. Tuna imani kuwa ikiwa koti itafuata sheria na ushahidi ambao umeweza kuwekwa eh, hapa mahakamani tunaweza pata dhamana. Ili Lusige, Runinga ya Citizen Nairobi. Does justice only...